Ukiliangalia moja kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo, wanasema maandamano maandamano maandamano maandamano, ukivi ukienda kwenye ukweli, tuwe mkweli mwenyewe, Ma, maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Yanimesema, maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. ni vile wenzetu wa vyombo hawana huwa hawana kawaida ya, ya kuweka namba za, umepoteza askari wangapi? Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi hivi, wakati wa wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku, tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya, watu wanaenda na silaha wana wanakuwa wana well armed, ni maandamano ni maandamano? Watu wako well armed, ni maandamano? Nani kamfyatulia nani? Haya, ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume, na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa yana, yana, yana semwa. Juzi kashikwa yule mmoja, anavuka, anavuka mpakani, ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja, ana mabomu na ajabisha alivyohojiwa, anasema nimeona ni bebe na mabomu, nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na, na tulisha, tulishajua wengine waliokwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu, pia kwa sababu ya masuala ya, ya kichunguzi wa, wa, iwekuweki wazi namba kubwa hawajui hata Kiswahili ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu, kwa hiyo ndo maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndo maana tunatoa rai kwa ndugu zetu Watanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri tuilinde, na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii.